Nakala mbalimbali zimekuwa zikiainisha kumbukumbu za viongozi waliofanya vizuri katika sehemu ya utawala bora, lakini hii leo nakala hii inatupia macho katika kumbukumbu ya rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume. Sheikh Abeid Amani Karume, mwasisi wa mapinduzi ya Zanzibar, alizaliwa katika kitongoji cha Pongwe kisiwani Unguja mnamo mwaka 1905 Agosti 4. Karume ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia ya watoto watano ya bwana Amani Karume na bi Amina Bentekader. Amani Karume alipendekezwa na chama cha ASP kwa mara ya kwanza kuwa mgombea wa kiti cha baraza la kutunga sheria katika jimbo la Ng'ambo katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa Zanzibari mwaka 1957. Katika uchaguzi huo Abedi Amani Karume alijiandikisha katika jimbo la Ng'ambo kituo nambari 84 ambacho kilijulikana kwa jina la Olde Shimoni School akiwa ni mfanyabiashara mkazi wa Kisima Majongo nyumba nambari 18 kati ya nyumba 22 pekee. Baada ya miezi mitatu, Zanzibar iliungana na Tanganyika iliyokuwa ikiongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baada ya muungano wa nchi hizo mbili ulizaa neno Tanzania, Karume alikuwa ni makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Abeid Amani Karume alichaguliwa tena kuwa mjumbe wa baraza la kutunga sheria katika uchaguzi wa pili wa Januari mwaka 1961 katika jimbo la Jang'ombe kwa tiketi ya chama cha ASP. Abedi Amani Karume alichaguliwa kuwa waziri wa afya wa mambo ya kienyeji katika serikali ya pamoja ya miezi sita t Abedi Amani Karume alichaguliwa tena kuwa mjumbe wa baraza la kutunga sheria katika jimbo la Kahawani Jang'ombe. Akiwa waziri wa afya Karume, alishughulikia afya, ajira, ujenzi wa nyumba za serikali za mitaa na serikali za wilaya. Baada ya kuundwa kwa serikali ya wa waziri mkuu Mohamedi Shamte kufuatia uchaguzi wa mwaka 1963, Abeid Amani Karume aliteuliwa kuwa kiongozi wa upinzani katika baraza la kutunga sheria. Wakati matayarisho ya mapinduzi mwaka 1964, Abeid Amani Karume alikuwa mwenyekiti wa kamati ya watu 14 waliotayarisha mapinduzi ya siri na alitangazwa kuwa rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ya Zanzibar na vilevile vile kubaki na nafasi yake ya kuwa rais wa chama cha Afro Shirazi Party. Karume aliongoza nchi baada ya mapinduzi yaliyomwangusha sultani aliyekuwa akitawala Zanzibar hadi mwanzoni mwa mwaka 1964. Mnamo tarehe saba Aprili ya mwaka 1972, rais wa kwanza wa Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume aliuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makao makuu ya chama cha Afro Shirazi Party katika eneo lililokuwa likijulikana kama Kisiwandui, mjini Zanzibar. Abeid Amani Karume ambaye ni mtoto wa Sheikh Karume alikuwa rais wa Zanzibar tangu mwaka 2000 hadi mwaka 2010 na kumi pekee. Katika kumbukumbu -kumbu hii ya Abeid Amani Karume haitokumbukwa na Watanzania bali itakumbukwa na Afrika nzima kwa ujumla. Mimi ni Baraka Emmanuel Yotham wa Sauti Digital.